Ni kweli kuna lawama nyingi zinapelekwa kwa wanaume kwamba wanaogopa kuoa kwa sababu wanasingizia vipato. Sasa wambie, sio kwamba usiogope kuoa uingie bila kipato. Huyo mke anaolewa na wewe na sio babako, kwa unaenda kuprovide wewe. Kinacholaumiwa ni kwamba vijana wengi wana perception kwamba ili niowe lazima niwe milionea, ili niowe lazima niwe na nyumba ili niowe lazima niwe na duka, ili niowe lazima niwe hapana. Hapana, hakikisha una kipato kinachoweza kugawanyika kwa mbili. Unashangaa mtu mwingine anachelewa kuoa, anasema sina kipato, lakini yuko kwenye nyumba, anatunza wadogo zake wanne, wote unawamudu, alafu unasema mke huo? Ni ujinga. Mke haji kama fiati useme inakula mafuta, inakula ina matairi, anakuja kama mtu wa kawaida. Kwa acheni uoga kwamba lazima na kila kitu. Acha kusema mimi ili nioe lazima niwe na nyumba. Nani amekwambia? Ndoa nzuri ni ile ndoa ambayo mnachuma pamoja, mna haso pamoja, mnafanikiwa pamoja, mnachanga pamoja. Nachukia sana watu ambao wanaanza pamoja alafu mmoja anamgeuka mwenzake. Hii mambo ya kusema nataka niwe na hichi na hichi na hichi na hichi, ukiona mwanaume wa hivyo kama wewe ni mwanamke muogope sana, kwa sababu anataka akakutawale Unanielewa? usifikiri raha eti wewe anawajibika vizuri. Ukiona ambaye anataka awe na kila kitu alafu wewe uje tu, maana yake anakuchukua ukazae tu watoto, yaani wewe unaenda pale kwa mtaji wa tumbo ukazae, na ole wako uingie kwenye familia kama hiyo. Ukae miezi mitatu hujapata mimba, tasikia unakuja kunenepa tu hapa, unajaza choo. Lakini ambaye mmetoka naye chini hawezi kukudharau hivyo kwa sababu wanajua value yako kwenye maisha yake, na wewe unajua value yake kwenye maisha yako. Responsibility au majukumu ya familia ni pamoja na provision. Maana ya provision ni nini? Kuleta, kulisha, kusupply. Sasa hivi tuna familia nyingi sana, na yamkini ya kwako ipo, baba yupo, lakini mama ndio amewalipia ada Baba ye yupo tu an an an anajivunia, unamwona mdogo anafanana na mimi kweli. Yani yeye baba anajisifia tu mnafanana naye. Sasa kuna tofauti gani kati ya wewe na sokwe? Yani wewe kazi yako kujisifia tu anafanana na wewe, alafu mama ndio ana namba ya fundi bomba, fundi plumbing, fundi nini, fundi gesi. Mama ndio anawaza kila kitu. Baba yupo tu roo, ana nguvu za kiume, hata za kiroho ana. Umefeli, umefanya nini? Umefeli. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW kuwasilisha kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi. Na kuwa zaidi. Kwa zaidi. Welcome to the Hall of Positive Vibes.